Ili mtu aweze kupata hizi resources zinazotolewa na TCRA, cha kwanza lazima awe Mtanzania, na cha pili lazima awe mbunifu. Cha tatu lazima ubunifu wake umeshafika kwenye hatua ya kufanyiwa majaribio, kiasi kwamba sasa anaweza kupewa hizo ili aweze kufanya majaribio. Lakini jambo la nne ambalo anatakiwa kuwa nalo awe na tin namba kutoka TCRA, lakini awe amesajiliwa na blela. Akisha kuwa hivyo vitu, anatuandikia sasa sisi Andiko fupi la kutambulisha huu mradi wake na anachofanya. Kwa hiyo sisi tunachofanya baada ya kupokea andiko lake ni kupitia na kufanya tathmini kuona kama ubunifu huo uko kwenye hatua ya mwisho ya kujaribiwa. Kama kuna marekebisho ambayo kiufundi tunaweza kumshauri, kama jukumu letu lilivyo, tunaweza kumshauri kuboresha. Tukishajiridhisha kabisa kwamba ubunifu uko kwenye hatua ya kuweza kujaribiwa, tunawaandikia TCRA kumtambulisha mbunifu husika kwao ambao wao sasa wanaendelea na hatua za mwisho za kuhakikisha kwamba wanampatia hivyo vinavyohitajika, na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA itaweza kutoa ruhusa ya kutumia hizo rasilimali ya DIN, number, frequency ama masafa, postcode pamoja na domain names kutumika kwa kipindi cha miezi mitatu bure pasipo kulipia gharama zozote zile.